Unaposikia kuchoka na hali yako ya kifedha, usikate tamaa. Unachopaswa kufanya tu ni kubadilisha mbinu. Karibu 4Kasi Media. Leo nitakupa mbinu tatu za moto zitakazokuongezea nguvu zako za kifedha bila kusubiri miaka mingi. Mbinu ya kwanza na ya moto, wekeza kwenye maarifa na sio vitu. Hapa namaanisha kwamba badala ya kuwekeza kununua vitu vya thamani ambavyo haviongezi chochote kwenye maisha yako, jitahidi kununua kozi, jitahidi kununua vitabu mbalimbali, au nina kapate maarifa mbalimbali ambayo kiwalisia yanakuongezea kuongezea, kuongezea, kiaa maishani mwako, kwa sababu maarifa siku zote kufungulia njia ya kipato ambacho hakiishi milele kwa mfano unaweza jifunza mambo mbalimbali unaweza kujifunza kozi mbalimbali mbali, ambazo ni mpya kama namna gani ya kuendesha mitandao like ya kijamii lakini pia kukuza akaunti zako namna ya kukuza biashara zako unaweza kuendelea kujifunza hicho kawekeza kwenye kupata maarifa hapo utakuwa umeenda kufanikiwa mbinu ya pili na moto ni kutengeneza vyanzo vingi vya mapato watu wengi sana duniani wa waliofanikiwa huwa wana vyanzo vingi vya mapato, na mara nyingi huwa sio wao tu wanaamua hivyo, lakini maamuzi yao ndio wanafanya wafanye hivyo. Nikwambie tu huwezi kuwa na nguvu ya kifedha ukitegemea mshahara mmoja ambao unalipwa kwa mwisho wa mwezi au biashara moja. Tafuta miradi ya pembeni, tafuta vyanzo vingine vya mapato ambavyo vitaweza kukuingizia pesa zaidi. Unaweza ukaanza biashara labda ya kuuza bidhaa mbalimbali ukiwa kazini au unaweza kufanya biashara ndogo ndogo mtandaoni ukiwa kazini. Kuna msemo pia huwa unajisemea kwamba maji yanayopita njia nyingi siku zote huwa hayakauki kirahisi, kwa sababu yanaendelea kutengeneza msururu wa kupita. Sababu ya tatu na ya mwisho, ambayo ndio kubwa kuliko vyote, punguza matumizi ya fedha au acha kabisa tabia ya kula bila kupanga. Hapa nikonamaanisha kwamba pesa yako ikija, au ukishapata pesa yako labda mwisho wa mwezi wako, mshahara wako jitahidi sana kuupangilia kwamba unapaswa kufanya nini, usitumie tu yote bila kuelewa au bila kuipangilia. Jifunze kujibana au kubana matumizi. Unaweza ukatumia mbinu hii ambayo ni mbinu bora sana na ya kisasa ambayo inaweza kukusaidia zaidi. Tumia mbinu hii ya 50 30 20, yani asilimia 50 ni yawe ni matumizi muhimu, lakini asilimia ya 30 yawe ni matumizi ya maendeleo binafsi na asilimia unaweka akiba au unawekeza. Sehemu yote hii itakusaidia zaidi wewe kuendelea kupiga hatua zaidi kuliko kutumia hela bila kupangilia chochote. Nikwambie tu usipowekeza au usipotumia pesa yako kwa nidhamu, tambua pesa zitakukimbia, utabaki mtupu kabisa. Nguvu za kifedha haziji tu kwa miujiza, inajengewa mazingira na maamuzi magumu ya namna gani unaweza kusogea, na ni maamuzi madogo madogo ya kila siku. Nataka nikwambie tu, leo amua kabisa kujifunza zaidi ili kuongeza kipato na kuwa na nidhamu kabisa kwenye biashara yako au kwenye pesa ambayo unaipata. Hapo ndipo utaweza kuona uhuru wa kifedha unaotamani kuuona. Yes. hii ni 4Kasi Media. Usiache kubonyeza kitufe cha subscribe ili uweze kujifunza mambo mengi zaidi kwa video za motisha zaidi, lakini pia elimu na hatua halisi za mafanikio.